Huyo ni Davido unayemsikia hapo akimtambulisha Diamond Platnumz kwenye stage ya Coca Cola Arena pande za Dubai, akimuita Diamond Platnumz ni mfalme wa muziki Afrika Mashariki. Moja kati ya stori kubwa kabisa ya burudani Africa sasa hivi ni kutokana na kile ambacho kimetokea kwenye stage ya Coca Cola Arena huko Dubai, ambapo Diamond Platnumz alipanda kwenye stage kumsapoti Davido kwenye tua yake ya 5 tour, ambayo kwa siku ya jana tarehe nane mwezi wa 11 mwaka 2025 alikuwa pande za Dubai, Coca-Cola Arena, na ukipita kwenye Instagram page Davido wakati na shea tangazo ile alisema kwamba atakuwa pande za Dubai with special guest, na moja kati ya mgeni ambaye amehusika kwenye stage hiyo ni Diamond Platnumz, na hapa wameperform ngoma ya my number one remix ambayo ni moja kati ya ngoma kubwa kabisa kutoka kwa Diamond Platnumz, lakini pia ambayo ilimfungulia milango mingi sana Diamond Platnumz ya kimataifa, ni number one remix akiwa na Davido, ngoma ambayo na miaka kumi na moja tangu imetoka sasa hivi na views zaidi ya milioni hamsini na saba pale YouTube, na hapa ni mbele ya full house ya mashabiki elfu kumi na saba wanaoingia kwenye Coca-Cola Arena. Lakini pia ukiacha hivyo, Diamond Platnumz aliperform ngoma yake ya Komasava stage, lielewa kile ambacho anakifanya, energy ilikuwa ni kubwa kabisa. Tunafahamu badala Komasava ni kubwa kwelikweli, ni ngoma ambayo amefanya vizuri Afrika, lakini pia na dunia kwa ujumla. Tumeona wasanii mbalimbali kama kina Jason Derulo alijoin challenge Chris Brown, lakini pia ngoma ambayo uh, tunafahamu Jason Derulo alikuja kaingia kule ndani na ikawa kwa ukubwa zaidi na zaidi, ni moja kati ya ngoma kubwa sana, kwa hiyo Diamond Platnumz.